Asante uh, ndugu mtangazaji uh, niseme tu uh, kwetu sisi kama Kiardhi ambao ni asasi ya kiraia uh, kwa maana ya NGO, tunashirikiana na serikali kwa ukaribu sana katika uh, kutoa elimu ya sheria za ardhi, lakini pia kufanya tafiti kama alivyosema profesa. Taasisi yetu ni taasisi ya utafiti na utetezi wakiza ardhi kwa sababu um, katika kutatua migogoro ya ardhi utafiti ni muhimu sana, kwa sababu sababu ni nyingi ambazo zinasababisha migogoro ya ardhi lakini, pia tuna andaa machapisho ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuelimisha jamii. Utafahamu kwamba ukiachilia mbali Sheria ya Ardhi ya Vijiji namba tano ya mwaka tisini na tisa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria nyingine zote nyingi zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza na ukweli ni kwamba watanzania wengi tuko zaidi uh, comfortable kuongea uh, Kiswahili na kusoma Kiswahili. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana lakini, la pili ni kwamba ile, uh, jukumu mahususi la serikali la kupeleka elimu ya sheria na sera kwa wananchi, uh, kuna changamoto kubwa sana hasa kwenye eneo la budget. Kwa hiyo Uh, serikali yenyewe haiwezi kutoa elimu maeneo yote nchini, na utabaini pia changamoto kubwa katika eneo hilo la migogoro ya ardhi ni si tu wananchi lakini pia viongozi. Unafahamu uh, dokta anasema habari ya ardhi ya vijiji, eh, kusimamiwa na halmashauri hmm, ya kijiji. Sasa wanaosimamia ardhi kwa maana halmashauri ya kijiji ni wajumbe wa halmashauri ya kijiji ambao ni mwenyekiti na wajumbe wake, na hawa ni watu ambao ni wanakijiji wa kawaida tu, elimu zao ni darasa la saba au pungufu ya hapo. Kwa hiyo wasipofahamu majukumu yao kwa mujibu wa ile sheria ya vijiji, kimsingi ni chanzo kikubwa sana cha migogoro, kwa sababu kwa mfano mojawapo ya majukumu yao ni kuugawa ardhi. Sasa wanakwenda wawekezaji, wanakwenda matajiri, wanakwenda wasomi kuomba ardhi kijijini na wanayemkuta ni mwenyekiti ambaye hata sio darasa la saba, na wanakwenda watu ambao kimsingi kwa tafiti zetu ni wawekezaji na watu ambao wanafahamu sheria. Kwa hiyo anakwenda kuinteract na mtu ambaye hajui sheria na utabaini migogoro mingi kimsingi. Um, labda ni, ni jaribu kumkumbusha profesa um, Lupala kwamba kwangu mimi sio hata ongezeko la watu ni utambuzi wa sheria, utambuzi wa majukumu ya viongozi kuanzia ngazi ya taifa hadi ngazi ya kijiji, kwa sababu kungekuwa una utambuzi sahihi wa sheria. Ongezeko la watu kweli ni sababu, lakini uwajibikaji ni changamoto kubwa sana katika sekta ya ardhi.